Na mtazamaji, tuelekee viwanjani ambapo kundi la kina mama wazee kaunti ya Nandi limeanzia timu ya soka inayojulikana kama Tergat Grannies Football Club. Timu hiyo inatumia mchezo wa mpira wa miguu kama njia ya kuimarisha afya ya mwili na kukabiliana na maradhi yanayoambatana na uzee. Mwanahabari wetu Daniel Korire alitangamana na kinamama hao na kutuandalia taarifa ifuatayo. Ni hali ya furaha na vicheko katika uwanja wa Tegat kaunti ya Nandi. Hawa si wachezaji wa kawaida, bali ni wakinamama wazee wenye umri wa zaidi ya miaka sitini, wakionyesha kwamba umri si kikwazo cha kuwa na afya njema. Timu hii ya Tegat Grannies Football Club ilianzishwa kwa nia ya kuhimiza mazoezi ya mwili kama njia ya kuepuka maradhi kama shinikizo la damu, kisukari na changamoto za kiakili. Uh, mimi nilikuwa nakoncheka kila saa. Nilikuwa hata nimesumbua kijana yangu kila saa. Uniletee ya kusukua. Uniletee tablet nimesem makoti linisumbua na mkongo. Lakini tangu wakati nilikuja hii mchezo hii ya kiranis, sasa inalala kama msajwe kama mtoto mdogo kwa sababu ya tunakuja kwa mpira, tunacheza mpira, tunafanya mazoezi yote. Hata nikifanya sasa mazoezi hata kufanya namna hii na kukuja namna hii, mimi nafanya yote. Kila wanapokutana kwa mazoezi wanajipima shinikizo la damu na uzito kabla ya kucheza, hatua wanaoeleza kuwa imekuwa muhimu katika kufuatilia afya zao na kuchangia pakubwa katika kuimarisha afya ya akili. Sasa wamama wale, muko nyumbani, mnaomba nyinyi mtokese mcheze mbira ili nyinyi mupone kuliko kila siku mbira unasema mkongo mkuu, mnaenda hospitalini. Mtupee uniform, mtupee mbira, mtupee viatu. Mama hao huja hapa kila siku ya Jumanne na Ijumaa kufanya mazoezi kama njia moja ya kuimarisha afya yao. Daniel Korir, runinga ya Citizen, kutoka shule ya msingi ya Muslim jini Kapsabet, county ya Nandi.